Rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila ameanzisha mazungumzo na wanasiasa wa upinzani kuhusu mustakabali wa kisiasa wa nchi hiyo. Wakati huu waasi wanaosadikika kuungwa mkono na Rwanda wa M23 wakiendelea kushikilia miji kadhaa ya mashariki mwa nchi hiyo. Vyanzo kadhaa vya karibu vimethibitisha. Majadiliano hayo ambayo pia yamehusisha wanachama na mashirika ya kiraia yanaongeza shinikizo zaidi kwa Rais Felix Tshisekedi ambaye anakabiliwa na ukoselewaji mkubwa wa namna anavyoshughulikia mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi yake. Tshisekedi na Kabila wakati mmoja waliwahi kufanya kazi pamoja ambapo vyama vyao vilisaini makubaliano ya kugawana madaraka kufuatia uchaguzi wa mwaka 2018 uliokumbwa na utata, makubaliano ambayo hata hivyo baadaye yalianza kupuuzwa na Tshikedi akimshutumu mtangulizi wake kwa kuzuia mageuzi. Uhusiano wa wawili hao ulidorora kiasi kwamba wakati waasi wa M23 walipoamua kuelekea mji wa Bukavu mwezi uliopita, Tshikedi aliuambia mkutano wa usalama wa Munich kwamba Kabila ndiye aliyefadhili uasi. Kabila hakutoa tamko lolote la hadharani kuhusu mgogoro huo au kujibu shutuma hizo hadi alipochapisha taarifa katika gazeti la Afrika Kusini Februari 22, ambapo alimshutumu Tshisekedi kwa kukiuka katiba, kutekeleza vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu na kufikisha Kongo kwenye ukingo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Aidha, vyanzo zaidi vinadai kuwa wakati Kabila na wajumbe wake walikuwa wamezungumza kuhusiana na haina furani ya mpito wa kisiasa. Hakukuwa na mpango wa wazi au maelezo ya kina kuhusu wanachotarajia toka kwenye majadiliano hayo. Mazungumzo hayo yamekuwa ya faragha ingawa Kabila alikutana kwa uwazi mwezi Disemba mjini Addis Ababa na viongozi wa upinzani Moise Katumbi na Claudel Lubaya.